Hujambo mtazamaji na karibu kwenye kipindi cha Kurunzi Live, na kama ilivyo desturi sana wakati kama huu, tunazungumzia maswala muhimu ya kijamii yanayokuhusu moja kwa moja. Na leo tunakuuliza, je, upi umri sahihi wa kuoa? Kumbuka swali hili limeibuka kufuatia wito wa hivi karibuni kutoka kwa Rais wa Kenya William Ruto aliyewataka vijana kuoa wakiwa na umri wa miaka ishirini na tano. Mimi ni Babu Abdallah nikiwa na mwenzangu hapa Lilian Mtono. Lilian Mtono. Ni Mtono, hili swali ni kutupia kwanza ama tupate kitambulisho? Tupate kitambulisho. Tupate kitambulisho, tutarudi kwako muda siokuwa mrefu. nam karibu tena. Hivi karibuni, Rais wa Kenya William Ruto aliwahimiza vijana kuoa mapema wakiwa na umri wa miaka ishirini na tano akisisitiza kwamba familia ndio msingi wa taifa thabiti. Na kumbuka wito huo aliutoa katika hafla ya harusi ya mtoto wa waziri kiongozi Musalia Mudavadi, ambapo aliwahimiza vijana nchini Kenya kuacha mienendo ya starehe inayochelewesha uwajibikaji wa kifamilia. Lilian. Hmm. E, kauli ya William Ruto, rais wa Kenya, imeibua mjadala mpana tangu alipoitoa mpaka leo tunapozungumza. Mjadala wanasemaje lakini wenyewe vijana, vijana wa kwamba miaka ishirini na tano bado ni kijana, bado haujakomaa kiakili. Lakini Ruto mwenyewe anasema yeye binafsi eh, alimwoa mkewe first lady E, akiwa na umri wa miaka ishirini na tano, kwa hivyo anawataka vijana e, waache kutoka kutoka kuingia klabu hii kuingia klabu hii nyingine, muhimu uoe. Lillian, wewe <coughs> ungependa we, unaonaje? Yani kimsingi mimi sikubaliani naye mm, kwa sababu unajua babu kwanza amesema ni kijana vijana wengi wenyewe wanasema kwanza, miaka ishirini na tano, yeye anajiona kama bado hawezi kubeba majukumu ya familia. Unajua, unapozungumzia familia, yeye Rais amesema familia ni msingi wa taifa, taifa imara ndio, taifa imara. Sasa ni lazima hata yule ambaye anaanzisha hiyo familia huku kuwe kumetulia pia, mm. akili yake iwe imetulia pia. Lakini Lillian miaka ishirini na tano, nafikiri ukomavu unaanza miaka kumi na nane. Wewe ukishabalehe ukisha miaka kumi mm. alafu unasogea sogea miaka kumi na sita kumi na saba akili inaanza kukomaa na ndio maana wakati mwingine utapata eh, kijana mwenye umri wa miaka kumi na nane ana ukomavu hata kuliko mtu mzima mwenye miaka thelathini inategemea mm. kama huyo mmoja au wawili ambao umewaona labda wewe babu mm. lakini mimi ambao nimekutana na, nao mimi ambao yeah. nimewafahamu miaka ishirini na tano kwanza bado wengi wako shule wengi wako vyuo bado wanaandaa maisha yao, lakini... unataka umpe mke mm, au unataka umlazimishe kwamba manake, unajua pia wanakabili wanajikuta wanakabiliwa na shinikizo kwamba hao, huyo kijana ambaye unamwambia unamwambia aoe miaka ishirini na tano bado yeye mwenyewe anajitafuta, halafu unataka umletee na mtoto wa mtu mule waanze kutengeneza familia. Kuna yeye, kuna mke, kuna watoto kuna familia za mke hmm. Kuna familia yake. Unataka kwanza kumbebesha majukumu mazito. Kama anaweza eh, kama anaweza lakini sasa hilo jibu kwa kama ataweza unaweza kulijibu wakati huko ndani ya ndoa, kwa sababu ukiwa ndani ya ndoa kila kitu utasema haiwezekani, lakini ushaingia pale ndani ya ndoa ah, ndo unakuja kuona kwamba ala, kumbe inawezekana. Ah, ah, ah, ah, kwa sababu ukisema kama anaweza, ili jibu haliwezi kupatikana mpaka mtu aingie ndani ya ndoa. Lakini huwezi kuchuku, kuchukua mtoto wa mtu ukamweka ndani, wakati wewe mwenyewe kwanza bado uko atachuo ujamaliza mm. Kama nilivyosema, wengi miaka ishirini na tano kule nyumbani, wengine bado wako vyuo vikuu, wengine ndio kwanza anaanza kupata ajira, ndio kwanza kupata mishahara miwili sijui mitatu, mwingine ndio kwanza anaanza kutafuta biashara. Wangapi sasa hivi wana miaka 35 plus pls na bado hajajipata babu, halafu unataka umwambie, utajipata lini? Kujipata huko ndio ukiwa na mtoto, utajipata lini? Kwa sababu pia hili swala la kujipata halina uhakika kwamba ukifikisha miaka 30, ndio utakuwa umejipata. Mimi nasema hivi Mm, moja na mwisho, tusiwekeane yani ukomo wa kuanza kuoa ama kuolewa, sio tu kuoa, kuolewa. Hata nikifika miaka arobaini na tano kama najiona sasa ninaweza kuchukua mke, ninafanya uamuzi wakati huo. Tusiweke umri wa jioni mm, huo sasa uwa, tutasumbuana. Watu wanaoa umri... miaka tisini babusi, tumeona ndoa za miaka tisini ndio zipo. uh -huh. Lakini nafikiri magazeti yashasomwa, unaona, oh, no, ya nini tufikie hapo? <laughs> Naona tuendelee na mjadala <laughs> <laughs> mimi naona tuendelee na mjadala mtazamaji. e. katika mojawapo ya hoja za wakosoaji kama anavyosema Lilian hapa, eh, shinikizo la kuoa mapema eh, linaweza kupelekea ndoa zisizo imara. Hapo nakubaliana na wewe lakini, eh, kwani vijana huingia kwenye ndoa bila maandalizi ya kutosha eh, lakini pia wenyewe wanasema Lilian, kuoa mapema kuna faida zake zipi? kujenga familia ukiwa bado mdogo, mtoto unakuwa naye, unakomaa ndani ya familia pamoja. Lakini unajua kuna malezi mm. Mtoto anahitaji mke, anahitaji mm. Kuna familia mbili umeziunganisha, zinahitaji huna, si ndio? Mtoto wa kiume unachakarika, babu, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mtoto wa kiume unachakarika e, naomba ni, ni mnukuu mke wa rais aliyepita wa Marekani, Michel Obama, tafadha anasema nasema kwa, kwa Kihehe alafu mm -hmm. Utasema kwa Kiswahili. No one should see turning 35 as a deadline for marriage or success. Mtu, mtu asidhani kwamba akifikisha miaka 35 ndio ni kama ukomo, ukomo wa mafanikio. Eh, mafanikio ama ndoa kwamba mm -hmm. Hawezi kupata ndoa mm -hmm. Hawezi tena kupata mafanikio mm -hmm. Hapana, hiyo anasema hapana Michelle Obama, na hii, Michelle Obama mm -hmm. Na hii ni kwa sababu ya mashinikizo ambayo yanaonekana kwenye jamii zetu mm -hmm. Kwamba wewe ushafika ishirini na nane wewe si ushafika thelathini uta hivi na vile hivi na vile mm. isiwe hivyo ukijiona huu ni wakati mwafaka basi chukua hatua wakati huu ambao ni hata miaka sitini. Eh, miaka, sitini. Eh? Yo, mimi, miaka eh. watupa kadi za harusi naoa mimi miaka sitini mm -hmm. ili mradi ndani una raha, kuna mm -hmm. furaha. mm -hmm. Una mtoto wako mmoja wawili, mnaweza kuwalea mm -hmm. maisha yenu yana amani. E, kuna msemo mmoja unasema uh, hakuna gereza baya mm -hmm. kama ndoa mbaya. Mm. Ndoa za mashinikizo mara nyingi zinaweza kuwa na matatizo, kwa sababu unaposema oa, unaposema oa ikifika miaka ishirini na tano, unaanza kumwekea shinikizo kijana. Babu mimi ndo nakuambia, uh, uh, narudia tena kauli ya rais wa Kenya William Ruto akisema, mm -hmm. ye binafsi alioa akiwa na umri wa miaka ishirini na tano yeah, yeah. eh, mm -hmm. na ametumia mfano wake kama kielelezo cha uwajibikaji wa mapema naangalia sasa hivi amefikia wapi, wafikiri lau kama angewa ule umri wa miaka ishirini na tano leo labda angekuwa angekuwa mtu mwingine mm -mm, mm -mm, angekuwa mm -mm. Mtu mwingine aa, aa, mimi nakukatalia kwa sababu we babu umeona ndoa ngapi za miaka ya mie, za chini ya miaka ishirini na tano? Ndoa nyingi sana wewe ambaye umeziona, mimi sijaziona nyingi, nyingi, si, nyingi. Mimi najua watu wanapojiona wanapo, kwamba ninaweza sasa kulea mm. Hapo ndipo anapotafuta mke. ni umri gani huo, ni umri gani huo. Inapofika wakati anajiona inafaa eh. Lakini sio kwamba umefika miaka ishirini na tano oa mm. Imefika miaka ishirini na tano oa uh -uh. Vijana Ta, mtazamaji huo ndio msingi wa mada yetu leo Jumanne. Je, upi umri sahihi hasa, e, wa kuoa ama kuolewa, lakini mm. Eh, kabla ya kusonga mbele hapa mm. Eh, ningependa eh, tupate eh, kumsikiliza Eh, rais wa Kenya William Ruto wakati akitoa wito huu na sababu gani alizokuwa akizitoa eh, tupate video hii. Men in this room, those of you who are above the age of 25, get married. Eh, get married, wacha kuzunguka hapa eh, unatoka kwa klabu hii, unaingia klabu hii, unatoka kwa klabu hii, hiyo ingine this moment i sasa ndio hapo kwa sababu wewe umefikisha miaka ishirini na nane, miaka thelathini, miaka arobaini, senior mm, bachelor Huna mke huna dalili za kuoa, itabidi sasa. Watoka klabu hii unaingia klabu hii, watoka klabu hii unaingia klabu hii. Chukua maneno ya rais wa Kenya William Ruto. uh-huh. hey, kitu gani wewe ukioa ndo utatulia. Uki... niamini mimi ukishaoa unatulia, kwa sababu unapotoka kazini tu simu ina, inaanza kuita pale, hey? uko wapi kwa niko kuulizwa, uko wapi, ndo lazima uende nyumbani, hey? si ndio shi... ndio, ndio unapata sasa nafasi ya ku ya, ku, ya, ya, ya kupanga maisha babu. Hebu tusome maoni yapo. Mimi namuona Maneti Magongo kioni wa uruti wa Iringa uluti anasema kwa kuja kijana kukoa ndevu kama eh, Kang'ata kuku mweusi bado anakaa kwa wazazi. Elia Martin anasema suala la kuoa sio la kupangia, na kila mtu na muda wake, na Stanford Maestro anasema kuoa hakuendani na umri, Eh, eh, hawa, wanavu, wanavutia kwako basi Nicholas eh, Mwasambo anasema kuna msemo wa jamii ya Kichonyi unaosema fagia kwako kwanza. mm -hmm. haya mm -hmm. Sami Kibet anasema kwa wanaume umri wa miaka ishirini na tano na kuendelea ni vizuri kuoa lakini, mm -hmm. kwa wanawake miaka ishirini kuendelea mm -hmm. ndio bora zaidi. Huyu mwingine anasema DC Mahenge, ndivyo anavyojiita, anasema ushauri mzuri sana wa Rais Ruto ingawa sio, sio lazima, lazima. E, kufuata mm -hmm. Na Prisco Sanaeli Sambaya kutoka Nzega, Tabora, anasema Rais wa Kenya anataka vijana waowe wakati hawana msingi bora kuilea familia. Je, serikali inawasaidiaje, au wanataka waowe tu? Mwisho wa siku wanajikuta hawana maisha wanaandamana na, na Chelule Robert anasema Ruto anafaa kutoa ufadhili wa serikali katika ulipaji wa mahari na upatikanaji wa kazi za mapema kwa vijana. Na Israel Edmin anasema kijana, ukiwa na uwezo wa kukidhi mahitaji ya familia, wewe owa tu, usisubiri kauli eh, ya mtu. Sasa hawa ndio watu ambao tunawataka katika jamii, lakini mm, hawa ndio watu ukiwa na uwezo wa kukidhi mahitaji ya familia mm. Sio kwa sababu nina miaka thelathini na tano ninatamani tu ama ninapata shinikizo basi nioe mm. na huna kitu, kuwa na kitu au kutokuwa na kitu, kitu haimaanishi kwamba umekomaa kiakili. Mwanzo mimi nasisitiza sana vijana na mabinti waoleo wakiwa ma wakiwa wadogo, kwa sababu kwanza eh, kuna faida nyingi eh, faida mojawapo ambao mimi naijua kwanza, mimi napenda ukuwe na mtoto wako, unanielewa Lilian, eh, babu, umeoa ukiwa na miaka ishirini na mbili miaka ishirini na tatu umezaa mtoto ukiwa na miaka ishirini na nne Yule mtoto umeona, kuwa naye mtoto akifikisha miaka kumi na tano wewe bado unacheza hapo thelathini thelathini, halisi soko naliaribu sasa. <laughs> <laughs> <laughs> <"Nikubu"? laughs> <laughs> <laughs> Aya, tuendelee. Lile nikupe mfano mzuri <laughs> tu wa wewe ni mpenzi na pia ni mfuatiliaji wa, wa, wa kandanda Lamine Yamal, kijana mdogo sana yule, miaka kumi na saba ndio anaelekea kumi na nane Babake juzi kaoa, juzi. Babake ana miaka thelathini na tano Kwa hiyo ndio unataka yale mambo, yaani una <slept> baba anaye kaoa binti ambaye pengine Lamina angechepuka ange eh, kidogo tu labda angekuwa ni wako wake. Hapana. Mimi mimi si mimi ninachosema ni kwamba unajua, unaweza ukafika miaka arobaini na hata akili yako haijakomaa vile vile. Liyo. lakini ni, ni ule uwezo wa kutunza yule mtoto wa mtu ulienda kumchukua nyumba na kumleta kwako uh -huh. Majukumu ya familia ni mazito babu mm. Majukumu ya familia sio tu unaweza ukalipa ada ya mtoto kuna zaidi. Gani? Kuna zaidi majukumu ya, ya, ya kuilea mm -hmm. Uo, ya, ya, kusema ya, kwamba hujui majukumu ya kuilea eh, familia eh. Yeah. Unaelewa vizuri kwa hiyo tusianze kwenda lakini, lakini, okay, Lilian, sawa si eh, hoja yako na, naikubali, lakini pia na, lazima na mimi pia ukubali hoja yangu kwamba hayo majukumu hata mtoto sio mtoto, lakini mtu wa miaka ishirini na tano anaweza pia kuyafanya majukumu, lakini yale yale ambayo uena... mtu wa miaka thelathini anayafanya, lakini uwe, wa kuyate, wa, wa, wa uh -huh. e, uwe na uo uwe uwezo wa kuyatekeleza nielewe tu hivyo uwe na uo uwezo. Haya, mm -hmm. Mtazamaji e, swala la ndoa linagusa maisha ya karibu kila mtu. Nilitanguliza kuiweka wazi kauli ya rais wa Kenya William Ruto aliyesisitiza umuhimu wa familia kama nguzo ya taifa, na yeye alikwenda mbali zaidi bwana e, Ruto na kusema kwamba uthabiti wa familia huimarisha misingi ya kijamii kiuchumi, akimaanisha kwamba familia imara ndio zinaleta eh, uthabiti wa taifa kwa ujumla wake. Na kikubwa zaidi mtazamaji, ni kwamba yeye yeah, alitolea mfano kwamba alioa akiwa na miaka ishirini na tano, na kuoa mapema kuna faida na hasara zake kama tunavyojadiliana na eh, mwenzangu hapa Lilian, lakini mm-hmm. Moja ya faida ya msingi ya kuoa mapema ni kufurahia maisha pamoja kwa muda mrefu eh, kwa sababu wanandoa wanaofunga pingu za maisha mapema eh, kwanza hupata nafasi ya kushirikiana uzoefu wa maisha kwa muda mrefu. Eh, hiyo ni moja kati ya sababu kubwa sana ya watu kuwa mapema. Unataka niongeze? Tafadhali ah, sitaki. Ee, babu, sitaki kutoa maoni yangu mm -hmm. Ninaendelea kwa ku, ku, kumwelezea mtazamaji kile no. ambacho tulipanga tayari mm -hmm. kumwelezea hata mm -hmm. Hivyo watu wengi wanaoa kati ya miaka ishirini hadi thelathini na mbili japo shinikizo la kijamii linawafanya wengine kuwa mapema zaidi, ama wengine kuwa wakiwa na umri mkubwa au kutoa kabisa na kuna mambo kadhaa ya kuzingatia kabla ya kuamua kumvisha mtu pete. Kwanza, ukomavu wa kihisia maana ndoa inahitaji uwezo wa kusikiliza, kusamehe, kushughulikia migogoro ya ndani ya nyumbani eh, lakini kwa utulivu. Lazima kwanza huku wanasema kwa mm. kumetulia. Kwa hivyo Lilian, mtu kijana wa miaka ishirini na tano hawezi kuwa na nzuri. Hapana, sijasema mm. hivyo hapana sijasema hmm. hivyo, nimesema inatakiwa, hmm. inatakiwa kwamba awe ametulia, akili yake iwe imetulia. Sikumsikia Mheshimiwa Ruto paya anasema hmm. si unatoka klabu hii unakwenda klabu hii, kwa sababu anajua kwa umri huo. wow! No, ndo mambo hayo yanafanyika unajabu bwata hapa <laughs> hapa mpaka ukiona kijana ameamua kuoa <laughs> <laughs> Ujerumani. si mchezo. <laughs> Ndio, ndio. watu wanakaa mm. na anaamua tu kukaa na mm. paka wake ndani anakaa na wake, kwa sababu tu anaogopa, anasema ntawezaje majukumu, majukumu ya kulea kwanza mm. mtoto kabla ya vitu vingine. Kulea tu mtoto shughuli yake unaijua bila shaka ni mm. shughuli pevu mm, lakini pia kuna baadhi ya vijana ambao eh, kwanza hupendelea kukamilisha masomo au kuhitimu kwa taaluma fulani kabla ya kuoa au labda pengine pia kufanikisha malengo fulani kabla ya kuamua kuingia kwenye ndoa. Lakini cha msingi ni kwamba eh, kuanzisha familia wakati ukiwa na msingi thabiti wa kiuchumi mm -hmm, ni jambo mm -hmm. jambo zuri mm -hmm. eh, lakini eh, tafiti za hivi karibuni mtazamaji, zinaonyesha kwamba kuoa ukiwa mdogo sana, yaani kwa maana ya kuoa ukiwa chini ya miaka ishirini na mbili eh, huongeza uwezekano wa kutolewa talaka, kwa sababu eh, kwanza kuna ukosefu wa ukomavu wa kiakili, lakini pili, pili watu wengi wakati huo bado eh, huwa hawajakaa vizuri mm-hmm hawajakaa mm, vizuri na hawajui ni mm, kitu gani ambacho eh, wanatafuta wana, wana, wana, wana wana katika, katika ndoa mm. Na kwa upande mwingine kuchelewa sana kuoa zaidi ya miaka labda thelathini na tano hadi arobaini kunaweza pia kuathiri mambo ya kibayolojia na pia huongeza shinikizo la kindoa. Katika miaka ya zaidi ya thelathini zimeonekana kuwa thabiti zaidi kuliko ndoa za vijana wa umri wa miaka ishirini na tano kwenda chini kwa hivyo tafiti tayari zimeweka wazi, zimeweka wazi kwamba ndoa za za watu wa miaka thelathini na tano kwenda mbele kidogo zina, zina chang, zina ima, ima, ziko imara, ziko imara zaidi tofauti yeah, na ndoa za vijana ndoa za vijana mm, ingawa e, sasa ndo kuna hilo linakuja kwamba unavochelewa kuolewa, unachelewa utashindwa kuzaa, mambo sasa ya kibaolojia yanaingia hapo, yanatokea Mm. Naam, tunarudi kwako tena mtazamaji na kuona Mbaga Karimu, ukiwa Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania, unasema kuoa ni maamuzi ya mtu japo, eh, michakato ya siku hizi ni mirefu mno. Isaya mm. Sambo, eh, mpenda amani ukiwa Tanzania pia, vile unasema kweli wa mapema kutawaepusha na kuambukizwa maradhi yatokanayo na ngono zembe na uwepo wa wapenzi wengi. Maneti Magongo Kione ukiwa Iringa Uluti Tanzania unasema kweli, utakuta kijana kakomaa ndevu, lakini bado anaishi kwa wazazi wake. <laughs> Hilo neno hilo neno na, <laughs> <Hilo neno. laughs> Na Jumanne Mhela wa Nzega, Tabora anasema umri wa kuoa haulingani. Ni sawa e, na, haulingani ndio, haziwezi kufanana. Maoni yangu walau vijana wawe wanaooa, wanaotaka kuoa wawe na miaka ishirini na tano na kuendelea. Rich K Richmond anasema maisha bora na ya uhakika ndio yaruhusu jambo hilo kwa kuwa jepesi. Yani anaruhusu hilo jambo kwa jepesi. Pigeni vita rushwa, serikali itoe ajira kwa, kwa haki na usawa, wapatieni watu maendeleo na hizo ndoa zitakuja zenyewe bila hata kupigiwa hayo makelele. Ehe. Alafu Kasim Said anasema viongozi mnataka vijana waowe, watazipata milioni mbili za kwanza, maisha mke haliishi hali barabarani, mke anahitaji matunzo, maneno kuntu bah. Bah. Ah. Mm -hmm. Ah, mtazamaji <laughs> e, siongezi hapo, sipunguzi, nitakuja kukupiga nalo <laughs> muda sio mrefu, lakini mtazamaji, mm -hmm. Iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, kumbuka tunajadili kuhusu e, umri sahihi e, wa kuoa ama kuolewa. Mwenzangu e, Lilian hapa amekwamilia kwamba ni vizuri angalau kwa a, kwa mtu kuanza kuvutavuta muda japo mm. hajatoa umri sahihi siwezi eh, kutoa, lakini hata eh, umeona vijana ama wachangiaji pale mm, wanasema kwamba mm, unapoweza, unapoona mm, sasa kweli naweza kutunza familia, naweza kuwa na familia yangu, basi sawa, hapo ntaoa. Haya mm -hmm. Uh, tunarudi kwako, tunakuuliza uh, upi umri sahihi wa kuoa ama kuolewa. Kumbuka swali hili pia uh, tumewauliza wakazi wa, wa Dar es Salaam kule nchini Tanzania, na haya ndio majibu yao. Uh, sikiliza. "Binti yeah. yangu umekua muda si mrefu, naanza kupanga mahali yako." Je, yeah, ni mara nyingi umekuwa ukisikia maneno kama haya kuhusu ndoa? Unaambiwa uanze kufikiria ndoa na kuipa kipaumbele, wakati bado unapambania ndoto zako, elimu yako na hata kujijua wewe ni nani. Najua hii inaweza kukufanya ujihisi umetwikwa mzigo mkubwa sana. Kwa hiyo unajibu vipi? Jaribu kusema hivi, sasa hivi nimejikita kujifunza na kujijenga mwenyewe, nina muda wa kupanga maisha yangu. Jaribu pia hii, geuza mazungumzo, uliza swali, faida za ndoa ni zipi? Hii inaonyesha ukomavu na udhibiti wa mazungumzo. Mshauri mmoja niliyejifunza kutoka kwake anasema Tunapotumia muda kutafakari kile ambacho watu wanatarajia kutoka kwetu na kile ambacho sisi wenyewe tunakitaka, inatusaidia kufanya maamuzi bora zaidi. Tunaambiwa tangu tukiwa wadogo kwamba ndoa ndio lengo kuu la maisha, lakini tafiti zinaonyeshwa kuwa sasa wengi wetu tunahitaji kuwa na uchaguzi, elimu, kazi au muda zaidi wa kukua, na hilo ni sawa kabisa. Suala la iwapo ndoa ipo au haipo kwenye mipango yako, mwamuzi wa lini iwe ni wewe. Unasemaje? Wewe. Tulia, bwana. E, tula... e, yani na, na, na imani nikitoka kwenye hii video nitamtafuta. Lakini kwenye, ume, umesikia wazazi wazazi wengi wanasema kwamba ndoa ni muhimu na ni moja kati ya malengo muhimu sana katika maisha ya kileo. Na ukiangalia Lilian, kwa kweli ndoa, uh, labda uingie katika ndoa ambazo kidogo zinavurugu kazi lakini ukiingia katika ndoa yenye utulivu hautatamani kutoka kabisa, na utajuta kwa nini au kuingia mapema mm. Mm. Utajuta kwa nini huyu binti ama huyu mume mimi sikumpata mapema mm. Na ndio nakwambia vuka dau, njoo upande huu Lillian. Si njoo upande huu. Sivuki mm. Sivuki kwa sababu <clears throat> unajua kwanza, eh, nani ukisikiliza kauli ya Mheshimiwa Rais Ruto Dio. alikuwa amesema kuoa, hakuzungumzia swala la kuolewa mm. ndio maana mi sitaki kusema sana kuhusu upande wa, wa, wa kinadada wa, wa, wa Na, nasimamia upande huo mm -hmm. lakini nitasimama pale pale Wamba. ndoa ni kama una uhakika kwamba niko tayari, sisi wahehe tunasema wajua unaposema kwamba when you are ready ni, ni swali ambalo jibu lake eh, Waingereza wanasema, It's an ambiguous question. Kwa sababu yani, when you are ready, <laughs> haijulikani utakuwa ready lini. Haujulikani utakuwa tayari lini. utafika wakati yeah, tu ambao wewe mwenyewe utajitathmini ambao ni lini? Ume, kwa mfano tume, tumemsikia i, nani, mm. e, Imani Ndi. kwenye video yake mm -hmm. anasema ni lazima mtu mwenyewe ujifanyie tathmini kwamba nichague nini? mm. nichague kujiendeleza elimu yangu, nichague kwanza kufuta kazi Ndiyo. ili nijitengeneze mi mwenyewe kabla mm. sijaingia kwenye ndoa, kwenye ndoa. Mm -hmm. ama sasa ndo nijiingize tu mzima mzima huko na vingine vitaendelea huko. Lakini kitu gani kinakufanya wewe usiendelee elimu yako ukiwa ndani ya ndoa? Kitu gani kinakufanya wewe usiendelee na masomo yako ukiwa ndani ya ndoa? Babu, kwa mfano mimi mm. nikishaingia kwenye ndoa ndoa, jambo la kwanza ni uz uzae, hilo ndo jambo la msingi mm -hmm uzae. Mm. Ukishakuwa na mtoto tayari umeshakuwa na jukumu zito dio, la ulezi mm -hmm. kwa kiasi kikubwa sawa, wakina mama wanapambana wanapambana analea ana, ana, lea, ana la ujauzito anafan, anafan lakini anaenda labda Shus. chuo mm -hmm. ama anaenda kazi kama dio, kawaida mm -hmm. lakini unajua changamoto anazozipitia si, si huwezi kujua mm. na ndio maana mimi ninasema kabisa sababu kwamba mm. ni lazima mtu awe tayari kuona sasa, kweli umefika wakati mm. umri gani mm -hmm. wakati gani ni huu hey, ambao yeye mwenyewe sasa atasema, lakini mm. kwa kiasi kubwa ishirini na tano thelathini bado especially mm. wanaume babu, bado wengi wanaji wanajitafuta ndio mm -hmm. maisha wanajitafuta ndo hivo, ni mjadala mpana huu, lakini yote tisa la kumi, umri sahihi wa kuoa E, hutegemea maandalizi ya mtu binafsi. Kwanza kuna watu ambao wanaangalia, e, swala la uchumi mm -hmm. kuna wengine wanaangalia swala la kiakili anavyosema Lillian upstairs mm -hmm. E, pamoja na vigezo vingine ambavyo we binafsi mtazamaji unavizingatia, lakini sio swala la umri peke yake mm -hmm. Lakini cha mno hapa, matunzo ya mke sio jukumu la kifedha tu, si kwamba eti una pesa, bali mm -hmm. e, unaweza sasa e, kumstiri mtoto wote wa kike mm -hmm. lakini E, matunzo ya mke ni jukumu la upendo, uwajibikaji wa pande zote mbili, kwa maana ya mume na mke mm. Lakini cha msingi zaidi, ndoa imara hujengwa wakati kila mmoja anahisi kuthaminiwa, kulindwa na kushirikiana katika safari nzima hii ya maisha. Babu, naomba mm, uendelee tu ku... E, lakini kumbuka pia mume ana wajibu wa kuhakikisha kwamba mke anaishi katika mazingira salama na yenye afya na mume vilevile vile pia anahimizwa kumsaidia mke wake katika malezi na hata maadili ya kifamilia mm. na siongeze sipunguzi. Na kwa nukta hiyo e, tunafika mwisho wa kipindi cha Kurunzi Live ambapo hii leo tumekuwa na mjadala mpana na nahisi mjadala huu utakwenda e, kuendelea hata tunapoingia studio kule e, kuhusu mada ya umri sahihi wa kuoa <laughs> mimi naitwa Babu Abdalla. Lilian, e, una neno lolote la mwisho? Watu wasipangiwe umri wa kuoa ama kuolewa. Sawa, ni jambo la msingi, ni jambo muhimu, lakini wasiwashinikize, wasiwapangie. Atakapokuwa tayari mwenyewe ataingia, atakapokuwa tayari mwenyewe ataingia. mm. Eh, kwa nukta hiyo tunasema asante kwa muda wako. Mimi nitwa Babu Abdalla na mwenzangu upande wa kulia hapa Lilian Mtono. Lilian, hii ndoa <laughs> kwa heri.